Waheshimiwa wabunge na madiwani wetu, wa Tanzania ambao mmeshafikia umri wa kupiga kura, naamini mtatumia nafasi hiyo kutekeleza demokrasia yako ya kuwa mmoja kati ya wanaogombea nafasi yoyote, kuwa mpiga kura kwa kumchagua kiongozi unaamini atakuletea maendeleo kwenye eneo lako. Tume huru ya uchaguzi imeshakamilisha taratibu zao. Sisi serikali tunapozungumza hili, kama wadau wa uchaguzi, tunalo jukumu la kuhamasisha Watanzania kwamba kipindi hiki kuelekea uchaguzi, yako mambo mengi yanajitokeza na mengine a, wanajitokeza tunapokaribia karibia uchaguzi, wanajitokeza hayo hayo hayo hayo. Watanzania lazima tujiulize kwa nini hayo hujajitokeza tunapokwenda kwenye uchaguzi. Lakini nataka niwahakikishie, uchaguzi wetu utakuwa wa huru, haki na wa wazi, kama ambavyo tumeelezwa na tume uhuru ya uchaguzi. Na sisi kama wadau, kama serikali, tunawahakikishia, kwa sababu ya dhamana ya ulinzi tunayo sisi, na tutaendelea na jukumu hilo. Namsikia advocate msomi wakili Mwabukusi, rais wa TLS, akisisitiza kuwa serikali tuwe macho katika haya. Nataka niwahakikishie serikali tumejipanga vizuri kwenye hili kuhakikisha kwamba tutakuwa macho na matukio, lakini nataka niwasihi wa Tanzania, swala ulinzi wa nchi yetu ni la kila mmoja, ni letu sote. Tunavyo vyombo vinavyosimamia vyo sheria, tunavyo vyombo vinavyosimamia utekelezaji wa haki, lakini hawa ni wachache tunaobaki ni wengi, tumetawanyika maeneo haya. Kama alivyosema mkuu wa mkoa, watu wako huko wanafanya mambo ya hovyo huko, lakini majirani mpo, mnaona, tueni taarifa haraka kwa vyombo vyetu, ili na vyenyewe viende vikachukua hatua. Na panapotokea hilo, tuache kuilaumu jeshi letu haraka kabla hatujapata matokeo ya uchunguzi huo, na kuanza kutuhumu na kuwadharau kuwadhalilisha. Hivi ni vyombo ambavyo vimetufanya Tanzania leo tubaki kuwa imara toka tumchiri kupata uhuru, vinaendelea kufanya kazi yake mzuri, na tutambue kwamba huko magumu yake ziko changamoto zake, tukiwa tunatokea eneo ambalo hata njia ya kufika hapo ni ndogo na gari pana. Haya yote haya ni mambo ambayo lazima tuyaangalia, lakini muhimu kwamba, jitokezeni kwenye uchaguzi mwaka huu sisi tunahakikishia utakuwa uhuru wa haki na uwazi. Na wale ambao wameshajiandikisha mjipange kwenda kuchagua viongozi kwa, kwenye maeneo yenu ili watekeleze yale ambayo natamani yatokee, lakini pia ya ilani ya chama ambacho kitatawala, na kwenye eneo hili sina mashaka kwa mwenendo huu, ni Chama cha Mapinduzi. Ndugu wananchi, Sasa ni wakati wangu wa kwenda kukabidhi vyombo vifaa, lakini kwanza nitoe tamko la ukomo au kuanzisha kwa kampeni hii, nikiwa na matumaini kwamba kampeni hii ya msaada wa kisheria Mama Samia itatekelezwa kwa mafanikio makubwa hapa jijini Dar es Salaam. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, naamini utasimamia na timu yako kuhakikisha kwamba wananchi wanapata nafasi za kushiriki kikamilifu katika kueleza na kupata elimu lakini kama alivyosema e, mheshimiwa Kisanji alisema, basi ni vyema baada ya siku kumi hao wananchi wakajua wa wanasheria wa utoaji wa misaada mnapatikana wapi, ili iwe rahisi kuja huku. Mbagala mko wapi, pale Temeke mwisho mko wapi, huko ukouo maeneo mengine mko wapi, Buza huko mko eneo gani, ili wananchi wa huko wapate msaada huko huko. Kwa niaba kwa maelezo hayo sasa kwa niaba ya mheshimiwa Dokta Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa, wa Tanzania, napenda kutamka rasmi kwamba kampeni hii ya msaada wa kisheria ya Mama Samia ambayo itachukua siku kumi hapa jijini Dar es Salaam imefunguliwa rasmi. Asante sana kwa kwa elimu hizi na mengine mengi. Usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.